Ndege ya Dash 8 iliyokarabatiwa upya na inayotarajiwa kupelekwa kwa Wakala wa Ndege za Serikali ya Tanzania ilionekana kwa mara ya kipekee usiku wa Jumanne katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Calgary, tukio lililovutia hisia za upenzi wa masuala ya anga. Ndege hiyo aina ya Dash 8400 yenye nambari ya mtengenezaji 4506 imepakwa rangi mpya na kwa sasa ina usajili wa muda wa Charlie Foxtrot Golf Whiskey Delta. Awali, ndege hiyo ilikabidhiwa mwaka 2015 kwa shirika la ndege la Nok Air nchini Thailand ambako ilitumika hadi mwaka 2020 kabla ya kurejeshwa kwa ajili ya ukarabati. Ndege hii ni mojawapo ya zaidi ya ndege 40 aina ya Dash 8 zilizonunuliwa tena na De Havilland Canada chini ya mpango wake wa ukarabati wa mtengenezaji wa awali, OEM refurbishment program. Mpango huo unalenga kuongeza muda wa matumizi ya ndege zilizopo kupitia maboresho ya kina na uboreshaji wa kisasa ili ziendelee kuruka kwa waendeshaji wapya duniani kote. Uwanja wa ndege wa Calgary umekuwa kituo cha kawaida cha kupitia kwa ndege za Dash 8 zinazokarabatiwa, zikikamilisha hatua za mwisho za ukarabati na upakaji rangi kabla ya kukabidhiwa kwa wateja wake. Hali hii imesababisha kuonekana kuwa michoro na rangi mbalimbali za kipekee katika uwanja huo katika miaka ya hivi karibuni. Hata hivyo, wachambuzi na wapenzi wa anga wanasema kuwa Dash 8 inayokusudiwa kutumika na serikali ya Tanzania ni miongoni mwa matukio adimu zaidi kuwahi kuonekana Calgary, jambo linaloonesha upeo wa kimataifa wa mpango wa ukarabati wa De Havilland Canada.